Satu. Tumeishi na Waswahili na Waislamu na Wageriama kwa amani kutoka kitambo hatuna wasa mayote. Mtu asiseme ya kwamba hii vita ni jamii ya Wajaluo, Wageriama na hata Waswahili. No, tunataka action ichukuliwe. Kitendo cha juzi kilichofanyika Kijiwetanga tuna kilani pakubwa kama jamii ya Bajuni tunaoishi hapa Malindi, na tunaendelea kukilani sisi na ndugu zetu Jamii ya Wajaluo tunaoishi hapa Malindi tumeketi kwa muda mrefu kwa amani na tumeoana, tuko na intermarriages, tuko na mambo mengi ambayo tunasaidiana na wao. Hatutakubali wahuni wa juzi na jana waje watutatize, wajaribu kutuvuruga yale maendeleo yote ambayo tumekuwa nao kwa muda wote huo, sisi jamii mbili ya Bajuni na Wajaluo ndani ya Malindi. Kwa hivyo sisi kama jamii ya Bajuni tunaomba National Cohesion and Integration Commission ichunguze hii maneno kwa haraka. Hapa mjini Malindi twataka amani, tunataka amani, hatutaki fujo na fitina. Ndio mimi kitu ningeomba, jamani, tutatua hii jambo, tuisi kama mandugu ambao ni matumbo moja, mama moja na baba moja, bila maandiko matakatifu. Nasema hata Korani inasema hivyo hivyo, sisi wa Bajuni tunatoa huu wito kwa serikali itambue kwamba sisi ni Waislamu, na ile neno Uislamu ni amani. Kwa hivyo ndivyo tulivyo, kama dini yetu ilivyotuamrisha. Sisi tuna amani, hatuna ugomvi, si ujaluo, si jamii yoyote ambayo tunaishi nayo hapa Kenya nzima. Sisi hatuna ugomvi na mtu. Ukiangalia hapa nyuma, kuna wajuni na kuna wajaluo, tunaishi katika amani. Malindi ni mji wa amani. Hata wakati ule kulikuwa na post election violence Malindi was the heaven of peace; there was peace here.